Naomba nimwambie hivi. Ukijiamini Mungu akakuamini atakuwezesha. Kawambia hata watu wengine, wambie huu ukweli kwamba mwaka huu wameaminika na wao wajiamini. Nafasi labda za kazi na ndugu jamaa na marafiki hapa zitakuja, watakuuliza kaka, nifanyeje? Ndogo wangu, nifanyeje Mwambie nafasi ndiyo, usisahau ah. Inawezekana nafasi za biashara. Naomba sana ushauri, nifanye hivi kweli? Mwambie nafasi ndiyo hii, inawezekana. Mwingine akisema nataka niandike vitabu, nafasi ndiyo. Yoyote ile atakaye kuomba ushauri, kumbuka nafasi ndiyo. Mwambie fanya, mwambie fanya hata kama ikionekana haiwezekani mwambie fanya. Mungu yuko nawe.